Kuna vijana wanapita chuoni kuitafuta kesho na kuna vijana wanaijenga leo. E, huyu ni mmoja wa kijana ambaye ameamua kuijenga leo yake sasa hivi. E, hii ni Youth Spotlight na leo tutakuwa na Elia ambaye ni kijana mwanafunzi wa chuo kikuu chuo kikuu Mzumbe, ambaye ameamua kujikita kwenye kilimo akiwa bado mwanafunzi. Elia, mambo vipi? Ah safi. Kazi inaendaje? Salama kabisa. Naona nachumachuma E, nyanya chungu mm. E, kazi zinaendaje? Namshukuru Mungu zinaenda salama mm. Ndio, ndio kabisa. Sasa Elia, hebu tuambie, e, safari yako ilianzia wapi? E, kipi kilikusukuma kujikita kwenye kilimo na ulikuwa mwaka wangapi? Of course kilichonifanya nikaanza kilimo mm. Ni, cha kwanza nilianza kilimo nikiwa mwaka wa mwaka kwanza mwaka, na maanake nilipofika mwaka wa kwanza nilikuwa kao hostel, maana nilikuwa nakaa nje. Sasa nilipokuwa nakaa nje nilikuwa napitia wakati mgumu, nikaenda sokoni nanunua mboga fungu la 400, nikipika mchana limeisha jioni, tena ninunue ninue. Sa, nikaona hizi cost mia nane kila siku nikasema, kwa sababu ninajua, maanake nimekulia mazingira ambayo ni ya kilimo maake wazazi wangu nimezaliwa hivyo ni wakulima kwao. Nkasema moja, nitafute eneo ambalo naweza nikawa nalima mboga za, za kula ili niepuke nini zile kosti za kwenda kununua mboga kwao. Nakumbuka kwa mara ya kwanza nilitafuta eneo, nilipata maeneo ya juu kule, nikalimaga nikalima tuta moja tu hivi, nikamwaga mchicha yani. Sasa ule mchicha ule yani mimi nilimwaga yani, wa matumizi yangu yani, niku, ili niepuke nini kununua mboga mm. Lakini sasa nikawa na ule, ule mchicha make ukawa mwingi tena kwa, mm. kwa matumizi yangu kawa umezidi, ndo kuna mama mmoja akapita akaniambia mchicha upeleke sokoni. Utafanyaje, utakomaa? Ah, yani ume, ume, ume, una karibia kukomaa eh, make sasa nimekula nimekula, lakini make bado ni mwingi, kwamba wakati mimi kumaliza wakati siwezi, alivonishauri vile na mimi nikaona kweli kwa, kwa, kwa sababu una mchicha una yani auchukui sana muda mrefu shambani, nikasema ngoja niupeleke niupeleke sokoni kweli, nika nikauchuma nilivyo uchuma, uchuma, maki ilikuwa bado sijui kuhusu soko nini, akanielekeza yule mama akanielekeza anavyonunua anavyofunga kwao, nikachuma ule mchicha nikapeleka sokoni. Yani ni kama uli nisurprise, kwa sababu ni kitu ambacho sikutegemea, maana nilipopeleka sokoni nikajikuta ghafla, yani ni, yani nilikuwa nachukulia hmm, kawaida, lakini nikajikuta ghafla nimepata elfu kumi na nne kwa mara ya kwanza. Hmm. Hey. Kwa hiyo kwa sasa kwangu mimi mm. nikakaa nkaona hii mbona kama ni, ni fursa kwa sababu kama nililima akula, lakini kupitia hivyo nime, nimefanyaje nimepata hii yake, kumbe ningelima matuta mawili ningekuwa na, na elfu thelathini kasoro mm. Kwa hiyo ile kitu ikanipa ika nguvu kama kumbe ninaweza nikafanya zaidi ya mboga ya kula, tunaweza nikafanya pia kwa nini? Kwa ajili ya biashara hivyo hiyo mm. ndo nilianzia hapo okay. Sasa, Elia, wewe ni mwanafunzi kwa chuo kikuu unawezaje, ou oh, una balansi vipi masomo na kilimo? Kuna kipindi ambacho labda umeishawahi kukosa masomo kwa sababu ya kilimo labda? Mkweli, ni kweli ni jambo ambalo kidogo la kuwagumu sana mm, kulielezea mm, ila ipo hivi, uwezo wa kubalansi ni, ni mkubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumaake chuo mara nyingi tunaenda kulingana na nini na ratiba kwa hiyo, kama ratiba yangu inaruhusu kwamba sasa hivi sina kipindi natakiwa niwe shamba, basi nakuwa shamba. Maanake sasa ule muda ambao ningespendi labda ku, ku, kuwa kwenye magrupu upo huko, eh, kuongea labda kupiga story, mi muda huo nautumia wapi? Nautumia shamba. Hmm, pengine labda huo muda wenzangu labda wameenda kwenye kumbi za starehe au sehemu nyingine, mi muda na utumia shamba ko ni hivyo kwamba nazingatia ratiba, kwamba ratiba inanruhusu kwenye muda wa masomo, muda wa masomo ratiba hii basi hainruhusu, basi nakuwa na shamba mm, mm. Okay, haikusumbui yeah? Labda kuna mwalimu yeyote ambaye amewahi kukutia moyo kwenye kazi yako au kuelewa unachokifanya ambao? ja, imetokea akanitia moyo kwenye kazi yangu, asilimia kubwa mm, ke, ni wanafunzi wenzangu maana yake kwa upande wa walimu hamna ambaye amewahi kujua kwamba ninafanya hichi kitu. mm, mm, okay. Haikuvunji hai, hai moyo, labda hainivunji hai, hainivunji moyo kwa sababu mwanzo, kama nilivyokuambia, mwanzo nilikuwaga naogopaga sana mm. kwamba ninapokutana nikikutana enzangu, kwa na wanafunzi wenzangu kwamba inakuajekuaje, lakini baadaye nilivyoondoaga ile hofu sana nikaamua kufanya Manake kumbe wale ambao sasa nilikuwa naogopa, baadaye ndo wakaja kuwa ni watu wakubwa ambao wanantia moyo, kwa sababu walikuwa wananiungisha ipi mchicha mm. tayari mboga mm. fulani tayari kwao unakuta anawapelekea, kwa hiyo hicho kitu kikaka kinantia moyo, kumbe hata wao wenyewe wana wanasapoti kitu mnachokifanya. Okay, sasa Elia, ukimaliza chuo unajiona wapi kwenye kilimo? Ulingana na malengo niliyojiwekea. <laughs> Maanake yaani na na, na mpango wa ufanyaji wa kulima kilimo cha, cha kisasa, yaani maanake sasa nifanye kitu cha tofauti kulingana na kwamba mimi ni mtu ambaye ni mfanyaji, nimeelimika, sasa inabidi nifanye kitu cha tofauti hmm. katika nini, katika kilimo Ma, namaanisha maanake kufanya kilimo cha kisasa zaidi, kwa mfano kutumia drip irrigation, na masuala mengine kama hayo okay na ndoto yako kubwa kabisa ni ipi? ndoto yako kubwa ndoto yangu kubwa kabisa mm. ah, yani mm-hmm. cha kwanza unajua, ipo hivi yani, ndoto yangu kubwa inaweza ikawa inashangaza ina kidogo <laughs> ndoto yangu kubwa kabisa ni mm. kuja yani kuja kufanya nini kilimo yani kwa ukubwa yani, natamani nije kwa nini mkulima mkubwa ambao ninaweza nikaa na mazao naweza ambayo nikaa na napeleka hata kwenye masoko makubwa makubwa. Hichi kitu na kitamani kwa sababu gani? mm. nataka na nataka pia nithibitishe ni, yani kwa wazazi wangu, kwa sababu mimi baba mm. angu mm. aamini yani, yani, yani, kwenye kilimo kulingana na nini kwa, kwa muda mrefu, lakini anafanyaje? kuna mazingira anafanya mm. anafeli muona, kwa hiyo yani, make watoto wake sisi anatuhamasisha tufanyaje yani tuinvesti kwenye kusoma tukafanye kazi banking na vitu kama hivyo umeona, hmm. kwa hiyo yani atamani sisi tuishi maisha kama kwa kila, ila sasa mimi ninachotamani nataka nimthibitishe kwamba baba, ulikuwa upo sehemu sahihi, kwamba hichi kilimo kinaweza kukufanya ukawa yani, ukawa ni mtu mkubwa na ukafanya mambo makubwa zaidi, ila ni kutokana na nini hichi kilimo unacho, unachokifanya kikacha cha kisasa yani kwamba unaweza ukazalisha yani, ukawa na ma ni ma na mazao ambayo ni bora yani, ukawa anapeleka hata kwenye masoko ambayo ni makubwa hivyo ni... okay. mm. Kwa hiyo wazazi hawaamini kwenye kilimo sana, na unataka sasa upambane uwe na eneo kubwa ambalo litafanya waamini kwamba kilimo kinaweza kikamtoa mtu yoyote. mm. Yeah, ni kweli. Okay, sasa, ikiwa ungepata support leo eh, ni support gani ambayo ungehitaji ili kukufanya ukuwe zaidi? Ya, sapoti kubwa ambayo ningehitaji ni sapoti ya mtaji. Maanake sapoti ya mtaji kivipi? Kwamba kuna muda natamani nifikie malengo fulani, lakini nashindwa kulingana nini hmm. na mtaji kuwa mdogo kwa hmm. mfano kama mwaka jana nilijaribu kulima nyanya umeona? Na ulijaribu kulima nyanya mm -hmm. hmm. lakini ile nyanya nililima, of course nililima kilimo cha kawaida ambapo ni tofauti na malengo yangu, lakini kwa sababu ndo ninaanza yani yinanibidi nifanye kadri pale ninapo weza, lakini kama ningekuwa napata mtaji mkubwa, nitamani sana kulima nyanya, nitumie mbegu za kisasa hizi za hybrid kwa mfano mm. mbegu ya imara hybrid asila mm. Lakini unakuta na shindwa kulingana na, na nini mm. na uwezo wangu kuwa kuwa mdogo, kwa hiyo yaani kitu ambacho nahitaji sana kupata labda ni mtaji, ili unisaidie nifanyaje niweze kufikia malengo yangu, kama hivyo nilime kupitia drip irrigation mm. nitumie mbegu bora za, za hybrid mm. ili kufanyaje kupata mazao bora, ambayo ukiwa na mazao bora hata kwenye kwenye uuzaji wake inakuwa ni rahisi zaidi kuliko ukiwa na mazao ambayo ni hafifu hivyo mm. kwa okay. Na, na, mfano sasa kwa sasa hivi malengo yako ambayo umejiwekea labda kwa huko mwaka wa tatu kwa, mm. kwa semesta hii umesema unataka ulime nyanya ni ulikuwa umepanga kulima kiasi gani kwa make kwa msimu huu? nili, nili, nili, nilipanga hivi mm, kwamba nataka nilime eneo dogo, lakini nilifanya liwe kwa, kwa ubora zaidi mm, manake nilichojifunza kwamba mkulima anaweza akalima eka mbili akavuna mazao machache kuliko yule mkulima ambaye alilima eka moja lakini akaifanya kwa ubora zaidi mm. kwa hiyo nilichotamani, mimi niata, natamani nilime robo eka tu, lakini niifanye kwa ubora, nitumie mbegu za kisasa hizi za hybrid mm. ili nifanyaje ni, nipate yani mazao mengi kuliko kwamba, ni, ni, ni, nilime eneo kubwa alafu, nisilime kwa ubora. Kwa hiyo matamani wangu ni kulima tu robo eka ya nyanya mm. lakini nifanye kwa ubora zaidi. Okay. robo heka ya nyanya ambao, kwa robo heka ya nyanya sasa, tupige hesabu labda kama ikiwa itatokea tunapata support. Kwa mfano robo heka ya nyanya inahitaji mbegu aina gani na inauzwaje robo heka ya nyanya? Kwa mimi nilitamani kulima mbegu aina ya imara hmm. Ambao kwa robo heka ni gramu kumi hadi kumi na tano ambao kwa gramu kumi ni laki like, moja na elfu kumi, alafu gramu tano maana gramu kumi ndo zinazotosha robo heka e, gramu kumi zinatosha robo heka ambayo ndo laki moja na elfu kumi. Mm. laki moja na elfu kumi mm. tu ndio laki moja elfu uh -huh. kumi kwa ajili ya kupata mbegu uh -huh. mm. Mm. ka ukishapata mbegu, vitu vingine unaweza kumeneja au kuna kitu kingine ambacho kinahitajika Of course yani, kwa sasa hivi changamoto kubwa ambayo inanani mm, ni mbegu kwa sababu, sasa hivi kama unavyoona nimeandaa mchicha Chinese, kwa sababu hata mwaka jana nilifanya kilimo mm, manake pia changamoto kubwa ilikuwa inanisumbua ni mbegu, ila kwa mfano ma issue za dawa nini waga na limamboga ambazo hizo mboga nikiuza napata hela nanunua dawa kwa mfano nikichungua mchicha nikipeleka sokoni napata hela na nunua dawa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuaga vinanisupport mpaka nafika katoa mwisho, ila mwanzo hapa ndo nakuaga kidogo ni mgumu. Kwa hiyo ukipata mbegu maake eh, mambo mengine yataenda vizuri vizuri, ambapo e, nikipata mbegu kwa kweli, mambo mengine yataenda vizuri. mbegu gharama yake ni laki moja na elfu kumi. hmm. Sawa. Sasa sisi tukisema tunapambana tukupatie mbegu, kwa mfano tukaomba wadau wa kusupport upate mbegu unatuahidi nini? mpaka kufikia nyanya inavunwa kwa muda gani? manake ni miezi mitatu. mm. Mm. ko baada ya miezi mitatu tukija, tutakuta umekuwa na mtaji mkubwa kabisa, manake umezalisha vizuri kwenye nyanya zako. e, yani imani yangu kubwa ni hiyo, kwamba ni kama nikipata mbegu kwa hilo mm. eneo la roboeka mm. manake na, na imani kubwa kwamba nitafanya ni vizuri na itanibusti ili kufanyaje, kupata mtaji zaidi wa kwamba hata nitakapomaliza chuo naweza nikafanya zaidi. Kwa mfano nikashifti mm. kwenye umwagiliaji wa kawaida nikatumia nini na drip irrigation na vitu kama hivyo, kwa hiyo naamini kwamba hii robweka nikifanya vizuri, nitapata mtaji zaidi wa kujiendeleza na kufanya makubwa zaidi hiyo. Okay. mm. Kwa hiyo sawa, sasa sisi kama Youth Talks tutatoa elfu hamsini, ila pia tutaomba wadau ambao wanaweza kuweka support kwa kijana mwenzetu ambaye anataka Uh, laki moja na elfu kumi tu apate mbegu aina ya eh, umesema imara, imara, ambayo itamsaidia kulima robo heka, ambao anaamini baada ya miezi mitatu itamsaidia kupata mtaji mkubwa, ambapo baada ya masomo yake ataweza kujikuza kuji zaidi na kuwa kwenye kilimo sasa. ili eneo ambalo mnatumia kulima ni unalilipia au ni eneo la nini hapana, ili eneo ambalo tunalima hatulipii kwa sababu ni eneo la chuo. Ndiyo. Wana, bure, e ni eneo la chukiku Mzumbe, ndio ambapo wamewapa bure au imekuaje? Tumepewa bure, manake tu ni barua tumepewa mm. ambazo hizo barua ni kama makubaliano ya makabidhiano kwamba, na kwenye barua manake ni kwamba tutalima, ila kama endapo itatokea kuna investi yoyote ambayo chuo inataka kuinvest basi unafanyaje? Unahamishwa una, una kupeleka sehemu nyingine, lakini Kwae. ni bure kabisa eh, mi nilikuwa sijui hiyo Kumbe wanatoa eneo bure kabisa mm, kwa sasa vijana sidhani kama wanajua. ile kwamba kuna maeneo na kuna maeneo ambayo hayajatumika labda, e make maeneo yapo mengine ambayo hayajatumika, mengine wapo watu ambao wanalima, ila wengine, yaani watu walishapa barua mm, lakini unakuta bado awafanyaje, mm, awayalimi. Kwa hiyo pia ah, yapo ya. Okay. So, sawa. Kwa hiyo chuo kikuu Mzumbe wanatoa maeneo ya kulima, unajisikiaje sasa kulima kwenye eneo la chuo ambalo umepatiwa bure na nichuo nachosoma kwangu, mimi ni furaha kubwa, kwa sababu hata mwanzo, kama nilivyokuambia, kwamba nilivyokuwa napitia changamoto ya kununua mboga kwa gharama hivyo, ili nipunguze kosti kwamba ikanitaka nitafute ni kwa ni eneo afu nikatokea kwamba nimepata eneo hapa hapa chuoni, kwangu ikawa rahisi, kwa sababu pia inanisaidia kwamba siwezi kwenda mbali, yani kwa mfano ningepata eneo Mlali ingekuwa ni ngumu, kwamba ni balance muda, ratiba za vipindi. Afu niende tena hadi Mlali kulima, lakini hapa nakuwa karibu kwamba naweza nikatoka chuo nikashuka tu hapa nikamwagilia zeni taratiba, hmm, zingine zinaendelea kwa hiyo kwangu, mimi ni kama jambo ambalo ni zuri kwangu. hmm. Kwa vijana wa chuo kikuu Mzumbe, fursa ndo hiyo. Kumbe chuo bwana kinatoa maeneo bure, sasa mimi nilikuwa sijui hilo. Naamini kupitia Elia tumefahamu kwamba unaweza ukapata eneo kama ni mwanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe. Sasa sijajua, tutalifuatilia zaidi ila kama Elia akapata basi na wewe unaweza kupata. Kwa kama una wazo la kilimo na nini, chuo kimetengeneza mazingira pia ambayo yanaweza kukusaidia wewe kufanya shughuli zako. Sasa e, ushauri wako kwa vijana wenzako wasomi unawaambia nini? Ha, ushauri wangu kwa vijana wenzangu, hmm, ni kwamba kikubwa kwenye maisha haya ni kupigania ndoto zako. I amini mean, kwamba unaweza ukawa nafanya kitu lakini, mwanzo unapoanza, unaweza ukauona kama ni mgumu sana, ila jinsi unavyozidi kuwa na moyo na unavyozidi kufanya unazidi kupata njia na muongozo ambao utakusaidia kufanyaje kutimiza zaidi malengo yako. Ndio, kama hivyo, mi mwanzo nilipokuwa na kuelekeza kwamba napitia changamoto labda nikutana na wenzangu, najisikia hali fulani hivi lakini jinsi nilivyo zidi kuendelea baadaye, tena wale ambao nilikuwa naogopa pengine nikutana nao utaniona vibaya, ndo wamekuwa wateja zangu mm. Sasa hivi maki ndo wanaonipigia simu, bwana leta mboga, leta mboga. kwa hiyo mm. kuna muda, ili ufikie malengo fulani mm. lazima uendelee kufanyaje, uendelee kupambana bila kukata tamaa mm. okay. kwa jamani, Elia anasema vijana tuendelee kupambana bila kukata tamaa. Yeye ni msomi kama wewe, ila yeye kajiongeza zaidi na naamini vijana tumepata kitu na somo kubwa sana kuhusu maisha kwamba tusitegemee elimu peke yake. Elimu sawa ni kitu kizuri, ila pia inabidi tujiongeze kabla na baada ya kumaliza masomo yetu. Kwao mi nashukuru sana ila, anasisitiza hapo kwenye support. Ndugu yetu Elia anahitaji laki moja na elfu kumi tu kwa ajili ya kupata mbegu aina ya imara. Kwa kama utakuwa tayari kusupport tutaweka mawasiliano yetu hapo na utatutafuta ili tuweze kukuunganisha na Elia uweze kutoa support yako. Asanteni sana. Hii ni The Youth Talks Podcast na hii ni segment ya Youth Spotlight na leo tulikuwa na Elia ambaye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe, mwanafunzi wa mwaka tatu. Program gani unasoma? Ni kirefu chake Bachelor of Uh, anasoma mambo ya accountants and finance in business sector, kwa hiyo angeweza kujikita kwenye mambo ya finance na accountants, ila akaona kilimo pia kinaweza kikamtoa kwao. Ni kuhamasisha wewe kijana ambaye unawaza ufanye nini, anza na hicho ambacho unaamini kinaweza kukutoa. E, ni kushukuru sana kwa kuwa nami Isa Muhammad kwenye e, The Youth Talks podcast, na ndugu yetu Elia, tunashukuru sana kwa muda wako e, tunaamini safari yako ni somo ni hamasa kubwa kwa vijana wengine ambao wanatutazama sasa hivi au kutusikiliza. Sawa Elia, mimi ni kuhamasishe tu usikate tamaa. Naamini kupitia kilimo kama kwa una, kuwa unakifanya kwa moyo, basi utafikia malengo yako na ndoto zako kubwa. Hmm. Asante sana, ni kutakia siku njema.